Lakini mi nisemacho ninyi, na sheria yenu na katiba yenu na mahakama yenu na uongozi wenu, mnaijaza nchi laana kwa kuwazuia watu wasitaje jina la Mungu. Iko mijitu mifisadi kwenye serikali, ripoti za seijii zinatoa hesabu za serikali. Iko mijitu mifisadi inaiba fedha kwenye idara mbalimbali za serikali, ni miizi mifisadi, haichukuliwe hatua yoyote. Anaenda kuchukuliwa hatua ni anayetaja jina la Mungu. Mimi nasema mnaijaza nchi lana, mnaijaza nchi lana. Sauti hii iwafikie popote, popote mlipo. Bwana wa majeshi asema hivi: mnaijaza nchi lana kwa kuwazuia watu wasitaje jina lake. Lakini kuna watu ni wezi, kuna watu ni watekaji, kwa sababu wanaoteka watu sio mizimu, ni watu, sio majini, ni watu. Na hao watu mngeamua kuwasakama mngeweza kuwajua jua. Inawezekana kweli mnawasakama, lakini sio kwa nguvu kama hii inayotumika kuwazuia watu wasitaji na Mungu. Mimi semacho hii nchi mnaijaza laana, mnaijaza laana nchi, kuwazuia watu wasitaje jina la Mungu wakati watu wanaoteka watu watu watu wanaopoteza watu, hakuna watu ambao wachukulia. Mnaijaza nchi laana. Shughulikeni kwanza na watekaji. Shughulikeni kwanza na wauaji, shughulikeni kwanza na mafisadi. Hesabu za CAG zinavyotoka zinawataja, zinataja taasisi, ubadhirifu wa fedha. Mafisadi wale hatujawahi kuona wakichukuliwa hatua yoyote, ila wanaenda kuandamwa ni wanaotaji na munguasaa Bwana wa majeshi Mungu mhukumu wa haki yu karibu kuja yu karibu kuja, na tunaiomba hukumu yake ije, hata kama sisi tunayopiga kelele tutachukuliwa hatua ngumu, lakini semacho Mungu mhukumu wake yu karibu kuja. Yeyote unayetoa amri yoyote, ili watu wasitaje jina la Mungu, Mungu mhukumu wake yu karibu kuja. Najua kwa mi mwenyewe ni hatari kubwa kuongea haya, lakini sina namna yeyote. Uliyehusika, uliowatuma, kama tu watu hao hawana hatia yoyote, yani lengo lao walikuwa tu wawekwa hapo wataje Mungu, hawajapiga mtu hawajaua mtu hawajavunja cha mtu hawajaleta fujo popote, ila lengo lao lilikuwa tu wataje Mungu. Wewe unawaandama kwa nguvu zote, wakati huo wahalifu ambao ndo wahalifu kweli hauwaandami na kuhakikishia, unajichumia laana, unajichumia laana, unajichumia laana. Yani kwamba wewe unatumia nguvu kubwa kupiga mabomu wanaotaja jina la Mungu ili tu wasiendelee kutaja jina la Mungu. Unatumia nguvu kubwa, na unajisima data kana kwamba haujui ao watu hawana hatia yoyote. Unajisima data kana kwamba haujui kuwa watu hawana mpango wa kuvunja kuiba wala kuharibu cha mtu. Lengo lao ni waruhusiwe tu kutaja Mungu, kutaja Mungu, kutaja kitu ambacho kitakuwa ni uzima wao. Ukumbuke watu wanapotaja jina la Mungu wanaacha uhalifu hapo katikati, hao watu inawezekana, kuna wavuta bangi wameacha bangi kwa kutaja jina la Mungu. Kuna walevi wameacha ulevi kwa kutaja jina la Mungu. Kuna wavunjaji walio wanavunja nyumba za watu wameacha kuvunja nyumba za watu kwa kutaja jina la Mungu. Maanake kanisa ni jamii inayosaidia kupunguza waovu. Kanisa ni, ni taasisi inayopunguza waovu kwenye jamii ya hatari kubwa. Niongee maneno haya kukuwa nisije nikadaiwa kwa nini sikuongea? Niongee maneno haya kwamba washirika wa Gwajima kipindi hiki ni waovu kupita watekaji kupita wauaji kupita waharifu mbalimbali ambao wanafanya uharifu ndani ya nchi hii. Nisemacho mimi kama mtu wa Mungu ni kwamba kiwango chochote ambacho uwe ni askari uwe ni kamanda polisi, kiongozi, unausika wa polisi uwe kiongozi unahusika kuwatuma hao, kwa sababu waaskari mpaka wako hapo mpaka wanazunguka kwenye hayo makanisa iwe ni hapo kibo siui kibaa siu wapi mpaka waaskari wanatekeleza hayo, wanaagizwa na watu na kwa bahati mbaya ni kwamba kiuliza labda wizara ya mambo ya ndani, nasema sisi hatujui. Akienda mahakamani kuhusiana kufunga kanisa, sisi hatujui. Kwa hiyo ni kama hakuna kilichofungwa, ni kama hakuna kilichofungwa. Lakini hawa watu wanaandamwa, wasitaje Mungu. Hawa watu sio wezi, hawajaiba chochote. Hawa watu hawajatukana, hawa watu hawajamfanyia mtu ovu lolote na wako watu humu mitaani ni waovu, ni wezi, ni watekaji, ni wauaji, hawajawahi kujulikana ni akina nani. Ndugu zetu wanapotezwa, ndugu zetu wanauawa katika mazingira ya kutatanisha, wauaji hawajulikani. Lakini mahali ambapo itaonekana kuna watu wanataja jina la Mungu na ni kama katikati yao kuna mtu ana mbegu ya, ya haki ana mbegu ya kutaka e, mambo yasiendelee kwa hivi haraka sana pale. Kuna nguvu inatumika ya kwamba hapana, huku sio kutaa jina la Mungu, huku ni kutaka kujitoa kwenye, kwenye ule msukule ambao wazungu walitaka dini iwageuze muwe misukule wa kusema ndio ndio kila mahali. Sasa nisemacho mimi ni kwamba mimi ni juacho haijalishi Mungu atanyamaza kwa siku ngapi, lakini saa inakuja, ambayo ninao uhakika kila askari uliyehusika hata kwa kutumwa hata kwa kuagizwa tu, nenda kawapige mabomu wale waliokusanyika pale watawanyike. Wewe ukidhani unatekeleza wajibu wako, ukidhani unatekeleza majukumu yako ya kikazi, ukidhani unalinda cheo ukidhani hakuna namna nyingine ya kuishi zaidi ya hiyo, nakuhakikishia yeyote uliyehusika uliyewatuma, kama tu watu hao hawana hatia yoyote, yaani lengo lao walikuwa tu wawekwa hapo, wataje Mungu. Hawajapiga mtu, hawajaua mtu, hawajavunja cha mtu, hawajaleta fujo popote, ila lengo lao lilikuwa tu wataje Mungu wewe unawaandama kwa nguvu zote, wakati huo wahalifu ambao ndo wahalifu kweli hauwaandami, na kuhakikishia unajichumia laana, unajichumia laana na kwamba unajichumia laana, yaani kwamba wewe unatumia nguvu kubwa kupiga mabomu wanaotaja jina la Mungu, ili tu wasiendelee kutaja jina la Mungu. Unatumia nguvu kubwa na unajizima data kana kwamba haujui hao watu hawana hatia yote. Unajizima data kana kwamba haujui kuwa watu hawana mpango wa kuvunja kuiba wala kuharibu cha mtu, lengo lao ni waruhusiwe tu kutaja Mungu, kutaja Mungu, kutaja kitu ambacho kitakuwa ni uzima wao. Ukumbuke watu wanapotaja jina la Mungu wanaacha uhalifu hapo katikati. Hao watu, unawezekana kuna wavuta bangi wameacha bangi kwa kutaja jina la Mungu, kuna walevi wameacha ulevi kwa kutaja jina la Mungu, kuna wavunjaji waliokuwa wanavunja nyumba za watu wameacha kuvunja nyumba za watu kwa kutaja jina la Mungu. Maanake kanisa ni jamii inayosaidia kupunguza waovu. Kanisa ni, ni taasisi inayopunguza waovu kwenye jamii. Watu wakitaja jina la Mungu mioyo yao inatulia, wanaacha wizi, wanaacha rushwa, wanaacha kuzini, wanaacha uhalifu wa namna mbalimbali unavyowakataza watu wasitaje jina la Mungu, maana yake unataka kuongeza wezi kwenye jamii, maana yake unataka kuongeza malaya kwenye jamii, unataka kuongeza wavunjaji, vibaka, wapiganondo wawe wengi kwenye jamii. Hawa watu wamekuja, wamekusanyika, wanaomba kwamba jamani, kanisa kama ndo lile mmefunga, walau sisi hapa tutaje jina la Mungu hapa hapa barabarani lakini si kwa sababu ya kile mnachozoea mkakisema, walibeba mabango au sijua, uh, walikuwa wamesimama pembezoni mwa barabara, ambapo sijua pembezoni mwa barabara walikuwa wamezuia nini na nini, basi wanastahili labda aidha kupigwa virungu? Ni semacho mimi, tunajichumia laana ya bure, tunajichumia laana ya bure tunaacha kushughulika na watu ambao wamewapoteza ndugu zetu, ndugu zetu kweli hawaoni. Niliongea hata hili jambo nikiwa kwenye mahojiano kule polisi. Najua mimi mwenyewe niko kwenye hatari kubwa, lakini nisemacho, tunajichumia laana ya bure. Niliongea hata kwamba sema, unasema watu wanatekwa, haichukuliwi hatua yoyote. Kwani we umeenda kuwafata polisi, wamekwambia wachukui hatua? Nikasema jamani, hatua huwa zikichukuliwa zinaonekana kwani kwa mfano mlivyofunga kanisa la Gwajima haionekani? Kwani hatua imechukuliwa hawaonekani? Askari wako pale kwenye jengo hawaonekani? Wanaosogea pale wanapigwa mabomu ili watawanyike, hawaonekani w... hivyo vyote vionekani? Si vinaonekana? Kwani mngekuwa mnachukua hatua, mnachukua difenda, mnachukua FFU, askari wanamwagika kutafuta aliyetekwa au kuchunguza utekaji kuchunguza mauaji yenye utata, hizo hatua wa zingekuwa zionekani. Lakini hatua ambazo mnachukua kwa watekaji na watu ambao wana viashiria vikubwa vya, vya, vya kwamba waliuawa kwa utata ni hatua za, za sirini. Yani hizo ni nyie, jeshi la polisi ndo mnajua, lakini hatua mnazochukua kuwakabili wanaonekana ni kama wana, wana, wana, wanaonekana ni kama wenyewe hawakubaliani na hivyo ni hatua za wazi, ni semacho tunajichumia laana. Najua Mungu anaweza kanyamaza kwa siku nyingi, najua wengine tunaongea, tunaweza kupatwa na mabaya zaidi, najua tunaongea, tunaweza kukatwa vimdomo, sema wewe unasema si tunaowazuia wasikusanyike, ndo tunajichumia laana, ngoja nawe tukukate mdomo kwanza, kwa sababu najua na na mengi mengi mengi. Kwa hiyo vyovyote, bila kinisemacho, tunajichumia laana, tunaijaza nchi laana. Yeyote anayehusika yeyote anayehusika kuagiza, kwa sababu kila mmoja anaruka. Waziri anakataa sio yeye, mahakama ikienda, uh, sio mimi, huyu sio mimi, sio mimi, sio mimi, sio mimi. Lakini watu hawataji jina la Mungu, watu wan, wanakosa Yani, mimi sipiganii kile mnachoita haki ya kuabudu. Ni juacho mimi kutaja jina la Mungu ni kwa maslahi ya taifa. Ni wenyewe askari, mnapinga maovu yasiendelee kwenye jamii. Mtu anayetaja jina la Mungu anapata nguvu ya yeye, kuto kutokuwa mwizi kuto kuwa kibaka kuto kutenda maovu katika jamii. Maanake kama kweli tungekuwa tuna jeshi la polisi ambalo linalinda raia na, na mali zao kanisa ingekuwa ni jamii ya kulindwa kwa sababu yenyewe inahakikisha jamii inakuwa salama, inahakikisha mauaji yanakuwa yapo kwenye jamii. Fuatia shuhuda za watu wanaokoka, wengine walikuwa wakabaji, wengine walikuwa wezi, wanavunja maofisi, wanavunja hiki, na inawezekana uhalifu wa aina hiyo bado unaendelea kwenye jamii, inawezekana, lakini mtu anaenda kutafutwa ni yule ambaye ana nasaba za kupinga utekaji, anaonekana ni kama yeye hakubaliani na vitu hivyo. Mi nisemacho, ikiwa jeshi la polisi lina uwezo wa kushughulika na watu wanaosali wanaotaja jina la Mungu kwa namna kama hii, kuwaandama kwa namna kama hii, maeneo mengine yanapigwa na mabomu ya machozi magari ya maji ya kuwashwa yanatembea humo barabarani ili tu kuwa tishio, watu wasisali, wasikusanyike, wasitaje jina la Mungu. Wakati huo watekaji hawajajulikana bado ni akina nani. Wakitekwa kama akina Satifa wakarudi wakasema, mimi jamani, aliyehusika kutoa maagizo ni fulani, nilimwona fulani, nilimsikia fulani anatoa maagizo. Sema Amna alitekwa na washikaji ni washikaji fulani, wala sio huyo, wala sio huyo mnaesema sio, alivaa jezi ya Simba, wala sio huyo, ni washikaji. Kwa washikaji walimchukua Satipa wakamsafirisha mpaka Arusha. Washikaji hawa wakajaza mafuta kwenye gari wakamsafirisha tena mpaka Katavi ila washikaji pia walikuwa wana silaha ya moto, ambayo baada ya kumpiga wakampiga na risasi ya taya. Ni washikaji wakamwacha Katavi, ni washikaji walikuwa na silaha za moto walimshusha mzee kibao kwenye gari akiwa anasafiri, washikaji hao, mbele ya hadhara, mbele ya umma, kweli hao washikaji. Ndio maana wakati mwingine wanasema washikaji kama hao wakija, na wao wanajitambulisha tu, si ni watu fulani. Ila kwa sababu wakati mwingine nasema hao watekaji, labda wao wanakuja wanajitambulisha sisi ni watu fulani. Wakishajitambulisha waonyeshe zile ID, zipigwe picha ili ndugu wabaki na zile ID, kwa sababu hao ambao wanakuja wanachukua mtu na wanajiita tu ni washikaji. Huyu mtu anaenda ana, ana anaenda aidha anapigwa. Aya, kama yule walishwa alichukuliwa na watu waliojitambulisha kwa nembo fulani wakaenda wakampiga, wakamwambia futa video. Kwa nini wewe unamwongelea haya sijui fulani, kwa nini wewe unatabiri hiki, futa hivyo video. Wakampiga kichapo cha kueleweka, wakamwachia, ila ni washikaji. Mimi nisemacho, kwa nini hawa washikaji wasio wanashughulika? Kwa sababu hawa washikaji ni mazimu, yanapoteza ndugu zetu, na hawa washikaji wenyewe inaonekana hawawezi kushughulikiwa na hawa na, na, na, na, na, na, ndugu zetu ambao kazi yao ni kulinda raia na, na mali zao. Hawawezi kuwashughulikia washikaji kama wao, lakini wanaweza kushughulika na watu wanaosali, wanaweza kushughulika na mtu kama mimi. Yani kama mimi hapa, kama mimi, kama mimi ninayeongea haya, nasema mnajichumia laana, mnaijaza inchi laana, inchi inajaa laana ndo maana hata mashea wanatokea wanaambia, nyumba za ibada ni kitu ambacho hata hata Kurani inazifahamu. Kuzifunga nyumba ya ibada ni kuijaza nchi laana, ni kuijaza nchi mikosi. Sasa ni vitu ambavyo makanisa zaidi ya elfu mbili mnayafungia Tanzania nzima. Baa hizi wazinzi wanaendelea, madangulo yanaendelea, sijajua lakini mimi nisemacho, mnaijaza nchi laana kabisa kabisa kabisa mnaweza mkalichukulia hatua yoyote, lakini mkifanyacho mnaijaza nchi la ana. Kuwazuia watu wasitaje jina la Mungu, hawana kosa lolote, hawajaiba cha mtu, hawajavunja cha mtu, hawajaharibu cha mtu, hawana kosa lolote ila tu wao kutaja jina la Mungu. Kwa sababu kama Gwajima ana makosa pale kanisani, amehubiri kimakosa, walau ye mwenye angekamatwa walau ye mwenyewe angechukuliwa tua, au hata tuseme walau, yani hakuna namna yoyote ye kuchukuliwa tua haya. Kama amekosea kuongea, hakuna onyo, hakuna onyo lolote, ni amekosea tu mara moja. Lakini lakini okay, siyajua kwa hayo yaliyokosea kuongea, mimi nijuacho, Biblia imemwagiza mtu wa Mungu awatetee walioonewa, waliotekwa wameonewa kama nguvu hii inatumika kuwadhibiti kuwa, kuwa, kuwa watu wanaotaja jina la Mungu, ila watekaji hawadhibitiwi, au kama wanadhibitiwa wanadhibitiwa kwa namna ambayo hakuna anayeona wanavyodhibitiwa, haionekani nguvu ya wazi kama hii. Nawahakikisheni mtachukulia hatua yoyote, au nasi mtawatumasa, au watakuja washikaji, kwa sababu kama huwa watumwi na nyie, watakuja washikaji lakini kwa hali na kwa mazingira yoyote hii nchi mnaijaza lana na wakati mwingine ni vema ifahamike kwamba farao anavyojitutumua sana yu karibu na kuanguka potevu na anguko lake li karibu katika kitabu cha luka sura ya tatu mstari wa kumi na nne na askari wakamuuliza wakisema sisi nasi tufanye nini akamwambia msidhurumu mtu wala msishtaki kwa uongo tena mtoshewe na mshahara wenu. Mi ni juacho, hawa washirika wa Gwajima ni miongoni mwa watu ambao wanaweza wakaingia kwenye orodha, wanashtakiwa kwa uongo tu. Awanakosa haya? tufanye kweli, Gwajima anakosa, Gwajima anakosa, si akamatwe? Nilikuwa anasikia wanasema kisheria linafungiwa kanisa kisheria, lakini mimi nisemacho ninyi, na sheria yenu na katiba yenu na mahakama yenu na uongozi wenu, mnaijaza nchi laana kwa kuwazuia watu wasitaje jina la Mungu. Iko mijitu mifisadi kwenye serikali, ripoti za seji zinatoa hesabu za serikali. Iko mijitu mifisadi inaiba fedha kwenye idara mbalimbali za serikali, inaiba fedha yenyewe, ni miwaziri ni miizi mifisadi haichukuliwe hatua yoyote. Anaenda kuchukuliwa hatua ni anayetaja jina la Mungu. Mimi nasema mnaijaza nchi laana, mnaijaza nchi laana. Sauti hii iwafikie popote popote mlipo. Bwana wa majeshi asema hivi, mnaijaza nchi laana kwa kuwazuia watu wasitaje jina lake. Lakini kuna watu ni wezi, kuna watu ni watekaji, kwa sababu wanaoteka watu sio mizimu, ni watu sio majini ni watu. Na hao watu mngeamua kuwasakama mngeweza kuwajua. Inawezekana kweli mnawasakama lakini, sio kwa nguvu kama hii inayotumika kuwazuia watu wasitaje na Mungu. Mimi nisemacho, hii nchi mnaijaza laana, mnaijaza laana nchi, kuwazuia watu wasitaje jina la Mungu, wakati watu wanaoteka watu, watu wanaopoteza watu, hakuna hatua mliochukulia. Mnaijaza nchi laana. Shughulikeni kwanza na watekaji, shughulikeni kwanza na wauaji shughulikeni kwanza na mafisadi. Hesabu za CAG zinavyotoka zinawataja, zinataja taasisi, ubadhirifu wa fedha. Mafisadi wale hatujawahi kuona wakichukuliwa hatua yoyote, ila wanaenda kuandamwa ni wanaotaji na Mungu. Asema Bwana wa majeshi, Mungu mhukumu wake yu karibu kuja yu karibu kuja, na tunaiomba hukumu yake ije, hata kama sisi tunaopiga kelele tutachukuliwa hatua ngumu, lakini semacho Mungu mhukumu wake yu karibu kuja. Yeyote unayetoa amri yoyote ili watu wasitaje jina la Mungu, Mungu mhukumu wake yu karibu kuja. Najua kwa mimi mwenyewe ni hatari kubwa kuongea haya, lakini sina namna, sauti ya mtoto mtu aliaye kutoka Gerezani, mimi mwenyewe, mabusu, ya buwana, ya ni mwenyewe nalia kutoka maabusu nikiwa katikati ya hatari kubwa. Sema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, kwa Bwana mhukumu wa haki yu karibu kuja kumlipa kila mtu sawa na kazi na maisha yake. mm. Yesu au Mungu yu karibu kuja, na hii ndio maana lile neno Maranatha. Amen. Jeshi la polisi leo Jumapili ya Juni 15, 2025, eneo hili la Ubungo wa Kibo limelazimika kuweza kuwatawanya waumini wa kanisa la ufufuo na uzima Glory of Christ Tanzania Church ambao walikuwa wamekusanyika eneo hili pembeni mbele kidogo ya kanisa, lo, kanisa lao la ufufuo na uzima ambapo waumini hao walipokusanyika ni pembeni ya barabara ya Morogoro Road. Waumini hao walikuwa wakifanya ibada na baada ya hapo, walipewa amri ya kuweza kuondoka, kisha baadaye wakawa wameingia katika barabara na kufanya maandamano, ndipo jeshi la polisi lilipochukua hatua ya kutumia mabomu ya machozi pamoja na mbinu zingine za kutumia nguvu kuweza kuwadhibiti waumini hao wasiendelee kufanya maandamano na huduma hiyo ya maombi na ibada waliokuwa wakifanya eneo hili.

Zimetumika jitihada za jeshi la polisi kwa kutumia mabomu ya machozi na mbinu nyingine kuweza kudhibiti waumini hao ambao walikuwa wameingia kwenye barabara hii ya uh, Morogoro Road hapa Dar es Salaam uh, e zimeendelea za jeshi la polisi maeneo haya kwa ajili ya kuweza kuwatawanya wananchi hawa ambao ni waumini wa Ma... kanisa la Christ Tanzania Church. maji ya kuwasha, eh, bila shaka inaitwa water cano. Kama water cano kazi ya kosea ambayo linaanza kufanya operation hapa eh, eh, ili la ugonga kibo jini Dar es Salaam. Kwa taarifa tulizopewa ni kwamba muda sio mrefu gari hili litaanza utekeleza majukumu yake ya kuruhusu maji yaliyoko ndani yake kuweza kutoka.